Safari Boss tuko kwa ajili ya kukufanya wewe kuwa bosi wa kampuni yako. Watu wengi sana wanalipa gharama kubwa, gharama kubwa sana, wanalipa gharama kubwa kwenda kupewa elimu ambayo inawafanya wawe watumishi au waajiriwe, waendelee. Mtu amemaliza, amemaliza kupata elimu na mafunzo fulani, lakini bado anaingia tena kwenye mahangaiko ya kupata kazi. Sasa safari boss, maelekezo yetu hapo hivi tunakupa maelekezo ya kukufanya wewe kuwa bosi. Kwa hiyo watu wengi kama watu ambao watatoa ushuhuda ambao walikuwa wana hali kama hizo, sasa hivi wamewaajiri watu wenye madigrii, wamewaajiri watu ambao wana elimu kubwa. Na ni, kwa, ni vitu vichache tu unahitaji kuvijua ili uwe bosi, ili uweze kuendesha maisha yako. Kwa hiyo Safari Boss tuko kwa ajili ya kukutajirisha, tuko kwa ajili ya kukuelekeza wewe tuko kwa ajili ya kukupa mbinu za kuwa tajiri. Kwa nini nasisitiza kuwa tajiri? Ni kwa sababu kazi ya utalii ina faida kubwa. Kwa nini kazi ya utalii ina faida kubwa? Mgeni anakulipa kwa dola za Kimarekani au anakulipa kwa hela za Ulaya inaitwa euro. Sasa dola moja ni shilingi elfu mbili mia sita. Akikulipa tu dola elfu moja, ukipata faida ya dola elfu moja, hiyo ni milioni mbili na laki sita. Kwa hiyo tayari unaingiza mamilioni. Unavokwambia kwa utakuwa tajiri na utapata hela nyingi, ni kweli, si uongo, ni jambo la ukweli kabisa. Na watu wote hawa wamepata hela, watu wote watakupa, watakuonyesha magari walionayo nayo, utaona kabisa wa nyumba walizojenga, maloji waliojenga, yaani utapata shuhuda. Na napenda sana mtu ambaye anaamini na yuko tayari, yaani kuna fursa utakiwe kuziacha hii fursa hautakiwi kuiacha, fursa ya Safari Boss.